Maeneo yote yenye mabonde ambayo tunategemea ya maji yapite, mmelima huko chini iai, kama nene pia mnaita shida. Sasa mliolima kwenye yale mabonde, mkimaliza kuvuna msirudi kulima kule, kwa sababu pia ni makosta kulima kwenye mabonde. Msilime kwenye mabonde ya maji, tunayatunza hayo pia kwa ajili ya kuendelea kupata maji namna hii bari yenyewe kame hii, maji tunapata kidogo, nyinyi wachache mnakwenda kulima kwenye vyanzo vya maji ni makosa, tena ni makosa makubwa. Hata tusifike huko, msilime kwenye vyanzo vya maji, kwenye mabonde hayo yote ambayo kunapita mito na mifereji ya maji kuna utaratibu wake, wataalamu wapita, wawape elimu ya, ya mita ambazo tunatakiwa tuanze kulima ili tuweze kuwa salama lakini ndugu zangu, kingine ambacho nilitamani pia niwaambie, viongozi wetu wameshakisema hapa, Mheshimiwa mbunge wetu wa vijana ameongea kwa, kwa kirefu mafanikio makubwa ambayo tumepata sisi kama wana Hanang', sisi kama wana Muungano, kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali yetu tumeiona, sio kwenye sekta ya elimu, sio kwenye afya, sio kwenye maji. Wilaya yetu ya Hanang' kwenye maji peke yake tumepata zaidi ya bilioni 9 katika mwaka wa fedha uliopita ukiacha bajeti ambayo tumepitishiwa juzi kushinda jana Jumatatu. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekubali na ameridhia kupitia kamati ya bunge mkoa wa Manyara upatiwe shilingi bilioni 335.6 kwa ajili ya shughuli za maendeleo katika mwaka wa fedha unaokuja. Ni fedha nyingi ambayo m kupata tangu kuumbwa kwa dunia haijawahi kupatikana. Kwa matarajio yetu makubwa ni kwamba fedha hii kubwa iliyopatikana, sisi kama wasaidizi wa mheshimiwa rais, mimi pamoja na timu yangu, tutakwenda kusimamia hiyo fedha vizuri, ili iweze kufanya kazi nzuri katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Asanteni sana. Napeleka salamu zetu na shukrani zetu kwa mheshimiwa rais kwa sababu ndio mwakilishi wake.